Inashangaza kuona waziri anaingia madarakani kwa miezi mitatu pekee ikimtosha kumiliki ghorofa zaidi ya kumi na mabasi zaidi ya mia moja. Ni sehemu ya nukuu utakayoipata kwenye homilia ya Askofu Renatus Nkwande wa Jimbo Kuu Katoliki la Mwanza. Tarehe 29 mwezi wa 4 mwaka 2025, limefanyika adhimisho la amisa takatifu ya jubilei ya miaka 2025 kwa wanazuoni pamoja na kubariki jengo jipya la chuo kikuu cha kikatoliki Mbeya. Adhimisho hilo limehudhuriwa na maaskofu kutoka majimbo mbalimbali mbali ya Tanzania. Katika homilia iliyotolewa na askofu mkuu Renatus Nkwande wa Jimbo Kuu Katoliki la Mwanza, Askofu Nkwande hakusita kuonyesha huzuni yake kwa changamoto ya kizazi cha leo akisema kuwa changamoto zimekuwa ni nyingi kwa vijana wa leo ikiwemo changamoto za kifamilia, kimwili, kijinsia, anasa pamoja na mahangaiko ya kimaisha. Askofu Nkwande amesema kuwa kipindi cha nyuma vijana walikuwa wakimaliza kidato cha nne pekee wanapata ajira tena kwa kugombaniwa lakini kwa sasa vijana wanahitimu kisha tunawaambia wajiajiri. Tunapata wapi ujasiri wa kuambia vijana wajiajiri wakati sisi wenyewe hatujui kujiajiri? Amesisitiza askofu Nkwande huku akisema kuwa tunajifunza kutoka kwa shetani wakati alipomjaribu Yesu ayabadilishe mawe kuwa mkate endapo utaingia kwenye mtego huo tayari unakiuka maagizo msingi ya Mungu inashangaza kuona waziri akiingia madarakani kwa miezi mitatu pekee ikimtosha kumiliki gorofa zaidi ya kumi na mabasi zaidi ya mia moja hakika omilia ya askofu mkuu Nkwande imekuwa darasa na hivyo Breeze Online TV Tukaona ipo haja ya kukushirikisha na wewe uweze kujifunza. Karibu fuatilie homilia nzima. Mimi naitwa Isaac Mziwanda. Shukrani za pekee kwa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania ambao ndio wamekuwa wenyeji wetu katika ibada hii. Waumini, nanyi wapendwa sana, jumuiya ya chuo chetu kikuu cha kum mahujaji katika matumaini. Basi tutumie muda huu na wakati huu kumshukuru Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, ambaye kwa wema na upendo wake mkuu, tena upendo usiokuwa na mwisho, alimtolea mwanaye mwanaye wa pekee Bwana wetu Yesu Kristo kuwa sadaka ya kweli, sadaka kwa ajili yetu sisi wa dhambi. Bwana wetu Yesu Kristo akabeba dhambi za wanadamu na akateseka kwa ajili yao ili mwanadamu aweze kuokoka. Haya ndiyo mafundisho msingi ya kipindi chote cha Kwaresma na sasa hivi ni Pasaka ambayo tunaifurahia na kuisherehekea wale wanaomwamini Kristo. Tumshukuru pia Mwenyezi Mungu kwa sababu ya neema nyingi neema nyingi tunazozipokea kutoka kwake na hasa katika kipindi hiki tunapojaliwa neema ya jubilei kuu, jubilei kuu ya Kanisa, neema ya miaka elfu mbili na ishirini na tano ya imani yetu, ni miaka elfu mbili na ishirini na tano ya uinjilishaji lakini ndugu zangu, tuseme nini juu ya imani? Ni imani juu ya huyu aliyesulubiwa, aliyekufa, lakini hatimaye siku ya tatu akafuka. Ni imani yetu kwake, Bwana wetu Yesu Kristo. Imani ya Kristo mfuka imedumu na kuenea ulimwenguni kote kama yeye alivyoagiza alivyoagiza wanafunzi wake alipokuwa akiwaaga: enendeni ulimwenguni kote, mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminiye na kubatizwa huyo ataokoka, asiyeamini huyo atahukumiwa. Ndivyo agizo la Bwana wetu Yesu Kristo, mzaliwa wa Betlehemu katika mazingira duni ya kawaida, lakini ni huyo aliyeenda kwa Yohane Mbatizaji ili abatizwe, na Mwenyezi Mungu akamtambulisha kwetu, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Na pale mlimani anatambulishwa tena, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, na ikaongezwa msikilizeni yeye. Ni miaka elfu mbili na ishirini na tano ya kumsikiliza Kristo, kumfuata Kristo, kufuata maagizo yake kufuata maelekezo yake na kuifuata sera yake, sera tutakayoifuata ili tuweze kufika mbinguni. Bwana wetu Yesu Kristo ametufundisha heri maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Hayo ndiyo maagizo msingi na sera muhimu ambayo anaitangaza kwa ulimwengu, ametutangazia sisi ili kweli, kama tunataka tuokoke, basi tuyafuate mafundisho hayo aliyoyafundisha yeye pale mlimani. Imani kwa Kristo, ndugu zangu, imeenezwa kwa ushujaa mkubwa imeenezwa kwa imani kubwa, imani ya wale waliomfuata yeye tangu alipoanza kufundisha kule Nazareti mpaka alipoangukia katika mikono ya majangili, mikononi mwa Wayahudi. Kanisa, ndugu zangu, limeenezwa daima kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Pokeeni Roho Mtakatifu. Kanisa limeenezwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Miaka hii elfu mbili na ishirini na tano imekuwa ni neema kwa wana wa Mungu, imekuwa ni neema kwa wote wanaompenda Kristo kuipokea neema hii isiyolazimishwa. Imani kwa Kristo ni imani iliyopokelewa kizazi baada ya kingine bila kulazimishwa. Haijaenezwa kwa fujo wala kwa vurugu, haijaenezwa kwa vita wala haikuenezwa kwa njia ya vitisho. ni wana wa Mungu waliopokea Roho Mtakatifu wakagusa mioyo ya watu, wakatugusa sisi sote sote. Tunaamini katika Kristo, siyo kwa kulazimishwa, siyo kwa nguvu, bali kwa neema hiyo iliyoshushwa naye na Roho Mtakatifu siku ile ya Pentekoste lakini pia tukubali, zipo nyakati ambapo wanakanisa walishawishika na kutamani kutumia njia ovu, njia potofu za kueneza imani hii takatifu. Hawa walikemewa, hawa walikatazwa na kanisa lilichukua hata majukumu na uamuzi wa kuomba msamaha. Ni miaka elfu mbili na ishirini na tano za uinjilishaji wa imani yetu katika Kristo, imani iliyotufikia kwa njia ya amani, kwa njia ya furaha. Kila mmoja aliguswa kwa namna yake, japokuwa ya kweli tukubali, wapo ambao kwa kuiga mifano ya wengine walitaka hata kutumia vitisho, kutumia nguvu, lakini hawa walikemewa na kanisa kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyomkemea Petro. Bwana wetu Yesu Kristo amewauliza wanafunzi wake hivi, watu wanasema kuwa mimi ni nani? Wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na Bwana wetu Yesu Kristo aliwaambia, mmejibu vyema, lakini mimi ni mtumishi wake Mwenyezi Mungu. Bado kitambo kidogo, mwana wa Adamu ataangukia katika mikono ya wanyang'anyi, atauawa lakini siku ya tatu atafufuka. Kristo ni mtumishi, ni mwana wa Mungu aliyekuja kuwaokoa wanadamu kutoka katika giza nene la dhambi. Tuamini hivyo kwa sababu yeye alichukua mwili akawa sawa na sisi, ili sisi tupate kitu cha kujifunza kutoka kwake, tuweze kuona namna ya kuishi kitakatifu na kiadilifu. Tuone kwa huyu aliyeshuka toka mbinguni akawa kama sisi, na hivi akatufundisha hata namna ya kuishi mateso. Aliteswa, akaangukia katika mikono ya waovu, akauawa, lakini siku ya tatu akafuka wafuasi wake anaposhikwa hawaamini. Huyu ndiye tunaamini, ndiye Kristo, huyu ndiye Masiha. Kwa nini aangukie katika mikono ya waovu? Petro tunaambiwa alijaribu hata kumlinda. Ndivyo ambavyo hata sisi leo tunashawishika kwa miaka elfu mbili na ishirini na tano kulilinda kanisa, kana kwamba Mwenyezi Mungu hana mpango na kanisa lake. Tunalazimika wakati mwingine tutumie nguvu. Mungu hakuja kutumia nguvu, kama alivyomwambia Petro, rudisha upanga wako alani. Ndivyo Mwenyezi Mungu amekuwa akituambia siku zote. Kanisa la Mwenyezi Mungu halijaenezwa kwa nguvu halijaenezwa kwa mabavu, halijalindwa kwa bunduki, linalindwa kwa sala zetu. Ni miaka elfu mbili na ishirini na tano ya kutukuza uwepo wa Mwenyezi Mungu, lakini ni miaka elfu mbili na ishirini na tano yetu sisi wanadamu kujifunza kusali na kumwomba Mwenyezi Mungu, ili tuishi vyema na hatimaye tuweze kufika mbinguni. Ni miaka elfu mbili na ishirini na tano ya kufanya toba na kuiamini Injili. Yeye mwenyewe ametuambia ufalume wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Vijana wangu wana vyuo, mnaalikwa kufanya toba katika kipindi hiki, mjifunze kuwa wafuasi wazuri wa Bwana wetu Yesu Kristo ili msiishie tu kupata yale mnayofundishwa hapa. Ni kweli ni muhimu ili tuweze ku, ku, kuziishi neema za Mwenyezi Mungu, lakini cha muhimu zaidi ni ufalme wa Mungu, wa Mungu. Ni ufalme wa mbinguni. Zipo pia nyakati mitume na wanafunzi wake bwana wetu Yesu Kristo walifikwa na mateso, wakapigwa na wengine hata kuuliwa, wapo waliokatwa vichwa, wapo walioambiwa kwamba mkane Kristo, sema kwamba Kristo sio Mungu lakini kila walipopata nafuu, walipopewa nafasi, tunafundishwa katika Matendo ya Mitume sura ya tano mstari wa arobaini kila walipoachiwa watu wale walitoka kwa furaha wakimtukuza Mwenyezi Mungu na wakaendelea kuhubiri. Miaka 2025 ya ujasiri ya ndugu zetu waliotutangulia kila na wewe unapokuwa jasiri katika kulihubiri neno la Mwenyezi Mungu, kuishi mapenzi ya Mwenyezi Mungu, unalieneza neno hilo na unalifanya liwe imara katika maisha ya wanadamu. Miaka elfu mbili na ishirini na tano ni safari ni hija ambayo Mwenyezi Mungu amelipitisha kanisa lake hatua moja baada ya nyingine mpaka hapa lilipo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema, hiu, kwa neema hizo nyingi. Ni nani asiyejua katika historia kuwa vyuo vikuu vya kwanza kabisa katika ulimwengu huu vilianza na kanisa Boronya, huko Padua, chuo kikuu cha Paris vikaaja vyuo vingine vya Oxford, kabla hatujanyang'anywa na, na mfalme wa huko. Ni neema ya Mwenyezi Mungu iliyotaka kumgusa mwanadamu kubadili maisha ya mwanadamu kutoka katika uduni wa dunia hii na kumwingiza katika fahari ya kimwili na kiroho. Lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu, wanakanisa wanapotambua wajibu wao kwa jamii, kuwaelimisha Watanzania na watu wote ulimwenguni, si tu katika mambo ya dunia hii, bali kupitia hayo wamjue Mwenyezi Mungu, wampende, wamtumikie na hatimaye wamfikie huko mbinguni. Na nyiye ndugu zangu, vijana wangu, Wengine mtakuwa maprofesa, wengine mtakuwa chochote katika taifa hili na katika ulimwengu huu, lakini kumbukeni haya mnayofundishwa, hayo mnayoyapata hapa ni kwa ajili ya kumjua aliye juu, kumpenda, kumtumikia, na hatimaye muweze kumfikia huko aliko ni nani asiyejua kuwa hata, kat, hata taasisi nyingi za tiba na mipango mingi ya, ya kiulimwengu, nenda kwenye sheria, imeasisiwa na kanisa katika historia yake hii ya miaka elfu mbili na ishirini na tano. Ni neema kwetu leo. Wapo watakaojivuna watakaojisema kwamba wao ni maarufu, wana uwezo, wamegundua. Lakini ndugu zangu, bila nguvu za Roho Mtakatifu zilizotufikia kwetu sisi kupitia kanisa lake, pengine mambo yote haya yasingekuwepo. Ni kweli kupitia taasisi zetu yametokea pia hata yale maovu kwa sababu shetani lazima awe kati yetu, na anamfuata yule ambaye ni mtakatifu na mwadilifu. Alimfuata Bwana wetu Yesu Kristo, baada ya ubatizo, anamjaribu mara tatu: badili mawe haya kuwa mkate. Tunafundishwa daima na shetani kubadili mawe kuwa mkate wewe ni waziri katika nchi, badili mawe haya kuwa mkate. Kweli waziri huyu baada ya miezi mitatu tu ana orofa kumi, ana mabasi mia. Na nyie vijana wangu, chochote mtakachokipata kama viongozi na hata kama waumini, shetani yuko nyuma, anataka kuwajaribu: badili mawe kuwa nini? Mkati ukimkubalia utaingia katika uovu na dhambi, utakuwa umeshiriki katika kuharibu neema na baraka tulizozipokea kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Leo ni miaka elfu mbili na ishirini na tano. Haya machache na mengine mengi yasitufanye tukoswe unyenyekevu yasitufanye tujenge kiburi na majivuno bali tumtukuze Mungu zaidi na zaidi na tumwombe atusaidie ili tufike kwake mbinguni. Baba Mtakatifu Fransisko mwaka jana aliutangazia ulimwengu kuwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano ni mwaka wa jubilei kuu, jubilei ambayo kanisa limekubali kuiadhimisha daima kila baada ya miaka ishirini na tano. Baba Mtakatifu akatuambia dhamira kuu ya kutuongoza katika kipindi hiki itatoka katika Warumi tano mstari wa tano unaosema tumaini halitahayarishi au tumaini halikatishi tamaa. Sote ndugu zangu, kwa agizo la Baba Mtakatifu tumealikwa kwenda Roma kuhiji, wale wanaoweza waende Roma kuhiji. Kuna makanisa yetu mane ya kipapa ambayo baba mtakatifu mwaka jana alifungua malango yake kama ishara ya lango kuu la mbinguni ambako sote tukiweza kuingia tutapata furaha ya milele tumealikwa kwenda Roma tupite katika moja ya hayo malango ya kipapa kama ishara ya kukutana na bwana wetu Yesu Kristo ambaye hakika ndiye mlango, Yohane sura ya kumi mstari wa saba mpaka wa tisa. Kristo ni mlango wa wokovu wetu. Kristo ndiye tumaini letu na lango letu la uhakika kwenda kwa Mwenyezi Mungu huko mbinguni. Lakini kwa sababu hatuwezi sote kufika Roma, mama kanisa ametupa ruhusa ya kuwa na maeneo mbalimbali mbali hapa kwetu. Hivyo mababa askofu na wao mwaka jana mwishoni walitumia fursa hiyo kufungua milango ishara wazi ya neema za Mwenyezi Mungu ambazo haziko wazi hivyo, lakini tukizitumia tutabarikiwa kiuhalisia. Wanadamu tunapitia mengi katika maisha yetu, kuna changamoto chungu nzima zinazotukabili kila mmoja kwa namna yake na nafasi yake, kila mmoja kwa wakati wake, na kila mmoja kwa kiwango tofauti tofauti na mwenzake. Changamoto hizi kwetu vijana, changamoto hizi hasa kwenu nyewe vijana wetu, zimo kati yenu, katika familia zenu, ziko kila mahali wa kijana wa leo, changamoto hizi ni nyingi, kuna nadharia nyingi kweli ulimwenguni leo, ideolojia za kimwili, za maisha yetu ya kimwili, za kijinsia, anasa za kila aina mahangaiko ya kimasirahi vijana wetu leo tofauti na ilivyokuwa jana wanahangaika hata kupata kazi sisi tuliotangulia tulimaliza form four unamaliza form four unapata kazi mimi nilimaliza form 4 nikafundisha form 4 wenzangu, na tulikuwa tunagombaniwa mara bima, mara kwenye mabenki. Leo vijana wetu hawa wanahangaika, alafu sisi tunarudi kuwaambia mjiajiri. Tumepata wapi ujasiri wa kuambia wajiajiri, wakati sisi hata hatujui kujiajiri. Tumeweza kujiajiri baada ya kuajiwa. Tunawaambia wazi, zote ni changamoto, lakini mfanyeje? Hali hii imepelekea baadhi ya watu na hasa vijana wetu kukata tamaa, baadhi wamejikuta wakikatia tamaa maisha na matokeo yake kujiona hawana thamani na hata kuyaona maisha yenyewe hayana thamani. Hali hii imepelekea matukio ya uhalifu, uharibifu, maumivu na mengine mengi. Kusini wafanye hija, wasafiri wakiwa wamebeba msalaba. Msalaba ni ishara ya wokovu kwa Wayahudi, tunaambiwa na Mtakatifu Paulo kwa Wakorinto sura ile ya kwanza mstari wa kwa, uy... kwa Wayunani msalaba ni upuuzi. Tutaumia kimwili, tutafadhaika, lakini Kristo yupo kutufariji tu tuwe na matumaini kwake daima. Huwa tunaimba tumaini letu ni kwa Bwana aliyeumba mbingu na dunia. Yeye ndiye anajua tunakotoka na tunakoenda, tusikira hatua ya maisha yetu. Na vijana wangu, msiwe na hofu, wapo wanaowaombea. Kanisa linawaombea daima, linawatakia kila jema, na hatuachi kuhimiza ulimwengu wa leo na mataifa yetu ya leo yajibidishe kuhakikisha vijana wetu hawafikwi na adha na mahangaiko miaka yote ya maisha yao. Lazima sisi kanisa na jamii kwa ujumla tujibidishe kutafuta kila aina ya suluhisho ili vijana wetu waishi kwa amani na waishi kwa furaha lakini hatuwezi kuacha kuambia tumaini lao daima liwe ni kwa mwenyezi Mungu. Hakuna njia yoyote ya mkato, lazima wajifunze kuubeba msalaba, tena watangulie na msalaba. Kila hatua ya maisha wanayoipitia, msalaba uwe mbele, wauone, wakimtukuza na kumshukuru mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Tunawapongeza sana uongozi wa chuo chetu kwa haya makubwa mnayoyafanya. Chuo chetu hiki, kati ya vyuo tulivyo navyo, bila shaka ndiyo cha mwisho, lakini maajabu wanayoyafanya sasa wanakuwa wa kwanza. Hongereni sana! <laughs> Haya mnayoyafanya myafanye kweli kwa sifa na utukufu wake Mwenyezi Mungu, sio kwa sifa ya mtu yoyote. Hapo mtabarikiwa na wale wote watakaopita hapa. Mwenyezi Mungu atawabariki. Tunawatakia kila jema, na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Tumsifu Yesu Kristo.